Eh bwana, mambo vipi? Mi naitwa Yasini na hii ni Funguka kipindi ni sauti yangu, ni kuombe kama uja subscribe bado, basi gusa maandishi alaandikwa subscribe, kisha alama ya kengele ili kuwa mwanafamilia wa Funguka. Na leo napata sauti yangu kwa mheshimiwa waziri wa maliasili. Hawa watu huyu mtu mnaomuona hapo, hawa watu wanapatikana katika kabila la Wazabe. Nishakuwaona kama mara mbili wakiwa wanafanyia interview elfu mbili na ishirini na tano na mwanzoni pale Clouds na media na social media mbalimbali, na huku Facebook wanaonekana sana, wakiwa wapo na watalii. Sasa ni moja kwa moja inaonyesha wazi hawa watu ni wapo upo Tanzania. Sasa ninataka nataka nimwombe mheshimiwa waziri aweze kuliangalia hili swala, si kama nampangia, hapana, lakini namwomba awezi kuangalia hili swala kwa sababu hawa watu wanachukua wanyama ambao wapo katika katika mbuga ya serikali eh? Unakuta wanawawinda hao wanyama wanawakatakata, wanawapika huku, wanajirekodi video kama hivi, huyu ni mnyama, huyu ni nyani. Kama sikosei, huyu ni nyani hmm? Wanarekodi alafu sasa wanarusha katika social media, TikTok wapo, eh, Meta, dao yote unakuta wapo Facebook, Instagram, mitandao yote wanasambaa, wanafanya hayo vitu, wako pamoja na watalii kabisa. Sasa swali langu, je, hivi vitu vinavyoonyesha kwenye social media watu, je, wana wanakibali chochote kutoka serikali? Mheshimiwa hm, waziri, labda unajua chochote kuhusu hawa watu wana kibali chako, we ukiwa kama ndio uliopewa zamana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan eh? Hiki wanachokifanya mi naona kama vile wataendelea kufukuza watalii manake watalii watajiangalia eh, wataangalia na hizi social media ni za dunia mzima si, si, si Tanzania tu utaangalia hili ah, ni taifa la Tanzania hasa eh? uh, awa watu mbona wanachinjachinja tu wanyama, wanawafanya hivi? Na kuna watu wengine najua hawavutiwi na hizo picha, wakiona wana wanyama wanafanyiwa hivyo, ni kama udhalilishaji wa wanyama vile. Nakumbuka Mwijaku alivyoenda, nakumbuka Mwijaku mwaka huu alivyoenda katika mbuga eh, alimpiga tu picha yule simba, akawa naongea maneno mwisho wa pili nini, mwisho kama ndani ya ile wiki ile mwisho tu kutoka post ile posti ile alifatwa hmm? Alifatwa, alifatwa na jeshi la uhifadhi, akaambiwa kwamba afute ile posti na aombe samahani. alichofanya ni uzuri.